nako ni kufuata amri zake na kujiepusha na makatazo yake. Ndugu wa Islamu, tumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala juu ya neema mbalimbali na hasa juu ya neema ya imani na Uislamu. Ndugu wa Islamu, tumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa kutuwezesha kutekeleza nguzo ya nne katika nguzo tano za Uislamu ambayo ni saumu ramadhan na tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala azitakabali funga zetu ndugu wa islamu katika mwezi mtukufu wa ramadhan tuliishi ndani ya darsa ndani ya semina ya siku ishirini na tisa tulijifunza huruma tulijifunza upendo tulijifunza kusamehe tulijifunza kusaidiana na mengi ambayo tuliyojifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na tukaacha maovu mbalimbali. Kinachotakiwa ma baada Ramadhan, kinachotakiwa baada ya Ramadhani ni kuyaendeleza yale yote mazuri ambayo tuliyojifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tukifanya hivyo lile lengo la saumu alilolitaja Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun ili mpate kuwa wacha Mungu, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, litakuwa limetimia. Tusirejee katika maasi, tusirejee katika maovu, iwe ni haramu kwetu. Miezi kumi na moja iliyosalia tunatakiwa tuishi kama tulivyoishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu Waislamu, kwa hakika Ramadhani ulikuwa ni mwezi wa rahma, ulikuwa ni mwezi wa maghfira na ulikuwa ni mwezi wa itqu minan nar. Na kwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sote atatujalia kuwe kuwa ni wenye kuachwa huru na moto. Ndugu Islam, katika siku kama ya leo ni siku ambayo tunatakiwa tukumbukane kwa kutembeleana na kupongezana. Ashabi Rasulillah, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakipongezana katika siku ya leo. Ni yaumu tahnia, ni siku ya kupongezana. Taqabbal allah minna wa minkum, mnaombeana dua, Eid Mubarak, Mwenyezi Mungu atutakabalie sote na wewe pia. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in wakipongezana katika siku ya Eid, lakini ni siku ya kupeana mikono na baraka, ni siku ya kusameheana. Wale ambao walikata udugu kwa muda wote, leo ndio siku hasa ya silatul arham. Uliyemkosea muombe akusamehe, na wewe uliyekosewa, nenda kwa aliyekukosea mwambie, kwa utukufu wa Eidi nakupa mkono leo, yaishe tuyamalize. Mamako, shangazi yako, mjomba wako, mwanao, mliokosana itumie idi ya leo kupatana naye. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hawapendi watu wenye kukata udugu. la yadhulu ljannata qati, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hataingia peponi mtu mwenye kukata udugu. Tuitumie siku ya leo kuunga udugu wetu na kutembeleana, tuwakumbuke maskini, tuwakumbuke wajane mayatima na wagonjwa katika hospitali watembelewe na kufarijiwa. Leo ni siku ya idi, ni siku ya furaha kwa kila mmoja, ndugu Islam. Lakini katika jumla ya mambo inna yawmakum hadha yawmul farahi wasurur, siku yenu hii ya leo ni siku ya furaha, ni siku ya shangwe. Lakini tufurahi na tushangilie katika mipaka ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, tusifurahi

kwamba mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu katika sikukuu ya Eid iliyoridhiwa kama hii basi ni sawa na kuwa amemwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika siku ya kiyama. Hili ni jambo zito sana. Watoto wetu tuwapeleke katika maeneo salama, katika bichi ambazo ni salama. Hatukatazwi kwenda kwenda bichi na kutembea, lakini bichi za watu ambao wanatembea uchi, nusu uchi, si bichi za kupeleka familia yako. Peleka familia yako katika maeneo yanayofaa, maeneo salama, na tuisherehekee sikukuu hii kwa salama na amani. Tuendelee kutunza amani yetu, tuendelee kutunza amani yetu kwa sababu amani ni kitu kikubwa sana. Wa dinuna dinu lamni walistiqrar, na dini yetu ni dini ya amani na utulivu. Ndugu zanguni, nchi yetu ni nzuri sana. Tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aendelee kuibariki nchi yetu tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aendelee kumbariki Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala aendelee kumbariki mama yetu Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aendelee kumbariki na kumwongezea uwezo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Majaliwa Qasim Majaliwa. Lakini kubwa zaidi, tumwombee mufti wetu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubeiri bin Ali ambaye kwa muda mfupi ameonyesha mabadiliko makubwa katika chombo cha Waislamu katika Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, Bakwata. Ni lazima tumuunge mkono. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amruzuku afya njema na umri mrefu na siku zote Waswahili husema mti wenye matunda ndiyo unaopopolewa. Haya anayoyafanya Mheshimiwa Mufti, tutashangaa kama hawatotokea watu wa kupopoa, itakuwa ni ni, ni, ni ajibu. Huwezi kuwa na matunda halafu ukaachwa. Kwa hiyo tunatarajia Mheshimiwa Mufti wetu, yanaweza yakaja mawe hapa na pale, ni vitu vya kawaida kwa sababu ni mti ambao wenye matunda. Tumwombee sana aendelee kuleta baraza kuleta mabadiliko katika baraza. Leo mashaikh leo viongozi wa baraza si wale wa miaka ya nyuma, wamebadilika wamejitambua, na wamekubali kuacha mazoea. Ni Bakwata mpya inayokwenda kasi kwa ajili ya Waislamu wa Tanzania. jimidari wetu ni mufti wetu, ni lazima tumuombe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila amtakaye kwa shari, Mwenyezi Mungu atamwangamiza yeye.

mlezi wetu rais mstaafu Alhaji Ali Hasan Mwinyi ambaye amekuwa ni pambo kubwa la majambo ya Waislamu katika nchi ya Tanzania na amekuwa ni kigezo kwa nchi nzima na kwa watanzania wote mzee wetu, Mwenyezi Mungu amruzuku afya njema Ali Hassan Mwinyi na wote ambao wanaofanya kazi kwa ajili ya serikali hii kwa uadilifu na viongozi wetu wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awabariki na awaondolee husda, awaondolee maradhi na atubariki sote kwa ujumla. Tumwombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azitakabali funga zetu, bi rahmatihi wa huwa arhamur rahimin

inayofuata ni nguzo ya tano ambayo ni haju ila baitllahi lharam. Il baraza kuu la waislamu wa Tanzania, BAKWATA kalada, kama kawaida, liko tayari kuwapokea waislamu ambao wako tayari kuelekea ila baitllahi lharam il lihaji lbaiti lharam kwa ajili ya kuhiji na kutekeleza nguzo hiyo muhimu ya Kiislamu. Lakini baada ya funga ya Ramadhani, mbele yetu

kisha akafuatisha na kufunga siku sita katika mwezi wa Shawwal mfungomosi, basi huwa ni sawa na kufunga mwe, mwaka mzima. Niwaombe sana tusisahau sunna hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kufunga sita baada ya leo au katika kumi la pili au katika kumi la tatu kama ilivyoelezwa na wanawazuoni. Ikhwani ajilla, kufunga sita ni sunna na ni jambo jema sana.

basi badilisha njia ili upate baraka za wale malaika ambao wamekaa katika kila kona wakiwa safi na kuwapongeza waumini na kuwapa baraka za Eid. Badilisha njia upate sunna katika siku ya leo. Ndugu zangu, tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala azikubali funga zetu. Nichukue fursa hii pia, baada ya salatu Eid, sote kama tulivyokuja tunaomba turudi tena hapa saa tisa alasiri kwa ajili ya kukamilisha shughuli za baraza la idi, shughuli ambazo zitafanyika katika uwanja huu huu leo. Tukishasali Ijumaa, basi tumiminike hapa kwa ajili ya baraza la idi insha Allahu taala, na viongozi wetu wote watakuwa hapa. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala aendelee kudumisha amani ya nchi yetu, aendelee kuwabariki viongozi wetu.

maneno baadhi yake nimekwisha filisiwa na khatibu Sheikh Alhadi Musa, lakini nitakuwa ninasisitiza, sisi ni Waislamu. Naomba kila mmoja katika sisi afikirie na ajikumbushe kwamba kwa, kwa vyovyote katika maisha yake mwaka wote huu mpaka kufikia Ramadhani na leo tumesali Eid, je, kuna mtu anamkumbuka kuwa amemfanyia jema? Kama unamkumbuka mtu amekufanyia jema, ni vyema basi ufanye mambo mawili kwake, umshukuru na pia umwombee dua yoyote yule sawasawa aliyekufanyia jema ni muislamu mwenzio au si muislamu lakini kakufanyia jema umshukuru pia umwombee dua la heri lakini pia tujikumbushe kwa vyovyote, kuna mtu amekukwaza katika maisha yako kakuudhi, basi tufanye lifatalo: kwanza kumsamehe, halafu kumwombea dua ya uongofu, Mungu amuongoe ili asirudie kukukwaza tena. Na haya yafanyike bila ya kubaguana sawa sawa. Aliyekuudhi mwislamu au si mwislamu, lakini amua kumsamehe na kumwombea dua, ili Mungu amzuie asirudie kukuudhi tena. Na kwa kufanya hivyo, inaaminika kabisa tutaishi kwa amani na upendo na kusaidiana kwa sababu, isije akakufanyia jema mtu si Mwislamu, wewe ukaona huyu hafai kushukuriwa wala hafai kuombewa dua. Ukiona hivyo, elewa wewe na wewe, Uislamu wako huo una matatizo, na kadhalika. Ukiona siku moja katika nafsi yako kwamba kwa hili siwezi kumsamehe, ujue na wewe na Mungu naye anaweza akasema kwa hili siwezi kumsamehe wewe, utapata tabu zaidi. Kweli kuna mtu anaweza akakukera akakuudhi, ikafikia hivyo kuona kwamba ah, kwa hapa alipofika hapa siwezi kumsamehe? Lakini fikirie na wewe kwa Mungu wako, unayo uliyofanya sura yake si ya kusameheka. Lakini Mungu anasema ala tuhibuna an yaghfira allahu lakum, hivi nanye hampendi Mungu akusameheni? Maanake Mungu anakuhimizeni, sameheni watu kwa vyovyote vile. Na hii aya aliambiwa Sayidina Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alipoamua asimsamehe mmoja katika ndugu zake. Hizi ndiyo salamu za Mheshimiwa Mufti kwa niaba

Ni wakati wa mzee wetu uwa letu furaha yetu bwana wetu, Sheikh Ali Hassan Mwinyi aje kutoa salamu za baba. Ndio baba mkono wa idi, ndio leo anatupa. Karibu baba wetu, karibu baba yetu Sheikh Ali Hassan Mwinyi, uje kutoa salamu za Eid El Fitri. Masha Allah Mungu akupe umri mrefu Amin. Unatupamba, unatujenga. Karibu baba yetu. <tipa> Bismillahir Rahmanir Rahim, ndugu zangu mliopo na msoko msokuwapo, pokeeni okay, mkono wa idi. Baada ya hapo, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kututunza na kutufikisha mwisho wa Ramadhani hii tuliokuwa nayo. Sina shaka Ramadhani ilikuwa nzuri Mana Ramadhani ni futari na futari, nikiona madukani nyingi nyingi nyingi za kila aina, hata futari ya majimbi pia. Wakati huu tuliona Tuyo kwa wingi sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo, tumshukuru Mwenyezi Mungu kutupa uhai na nguvu na uwezo wa kufika hapa Mnazi Mmoja Waislamu tukaonana na kupeana habari za kheri kama hivi, lakini pia tusisahau kwamba kila kieleacho huwa kimeundwa kuna mwenzetu mmoja aliyetutandikia jamvi la amani na upendo na salama, na hakuna huyo isipokuwa rais wetu. Mwenyezi Mungu, rais wetu amlinde, amsaidie, na aendeleze na hayo aliyoanza. Hakuna kitu cha kheri katika dunia kama salama, kama amani, na hayo kayatekeleza. Ndugu zangu, tukamatane, tushikane, tuwe wamoja, na kama alivyosema mashekhe waliotangulia hapa eh, katibu wa baraza amesema. Na Sheikh Jongo nekasema neka, ka, ka, kwamba tukae vizuri tusameheane, na tuwashukuru waliotutendea mema na tuwasamehe wale ambao wametutendea mabaya, kama wapo, inshallah hawapo. Baada ya kusema haya, assalamu alaykum dui idi mbaraka <laughs> i al kwa kweli Mwenyezi Mungu amzidishie nguvu, afya njema, mambo anayoyafanya mzee wetu raha tuku. Dua ya mwisho itasomwa na Sheikh Ali Muhiddin Mkwegole na im imkadhi mkuu na mjumbe wa baraza la ulamaa. Karibu Sheikh Ali.